Linalonihusu mimi na mimi, niliugua zaidi ya miezi tuseme minne, lakini miezi miwili nililala wodini pale Mwimbili na wiki tatu nilikaa ICU. Shida ilikuwa ni mapigo ya moyo, moyo ulikuwa nasumbua, na daima nilikuwa namwambia moyo mtakatifu wa Yesu, moyo huu wangu nao ni wako, uliuumba, naomba uponye. Siwezi kusema uponyaji uliendaje, lakini Mwishowe nilienda kuponya kule Cairo. Mungu amewapa akili, amewapa maarifa wanadamu, wanaweza kapekinyua moyo wakaona moto wake na umeme wake unasumbua. Profesa Mavit na timu yake walinisaidia nikaweza kupata tiba, na nimerudi sasa, ninaweza kwenda vizuri kabisa. Piga makofi mengi kwa Nilipokuwa katika matibabu kama nilivyoambia mara ya mwisho, nilikuwa nimepata shida ya msonono depression, na Fadhali Koko mara nyingi nilikuwa nanishauri, na hata nilisafiri naye kwenda Cairo. Nilikuwa nakata tamaa, nikaona nikaona, mm, ninaenda wapi? Lakini Mungu akaniponya. Sasa tunapomshukuru Mungu pamoja nanyi, imeangukia uponyaji katika miaka yangu thelathini ya upadri. Mwaka 995 tarehe 23 Juni nilipadrishwa hapa jimbo la Dar es Salaam, na baada ya kupadrishwa nikaendelea na kazi na kazi hiyo ya kichungaji ilinifikisha hata hapa Magomeni. Nilifanya kazi kwa miaka minane na nilivyokuja safari hii katika kupona kwangu, Mungu alivyoongoza, nikaona fadhali koko ameanza project kubwa sana ya ujenzi na niliwaambia mara ya mwisho kwamba Magomeni ni kitovu cha jimbo. Wana moyo utawaona hapa, vijana utawaona hapa, ndoa zinafanyika hapa, mambo mengi yanafanyika hapa mm-hmm.